ani popote ulipo, naamini wewe ni mzima wa afya kabisa, okay. leo ni, ilikuwa ni sherehe ya Christmas ya watoto kama mnavyoona kwenye mazingira yetu ya YouTube huku, tumewajazia full video ambayo ilikuwa ni uh, mwanzo mwisho wa ibada hilo. So hapa nimewasogezea kidogo bidada aliyefanya vizuri kwenye kazi ya kuwa mwalimu au mhubiri wa sherehe hiyo. Majina yake atayasema mwenyewe na mengineyo kumuhusu tutayajua yeye mwenyewe atatuambia. Ni kusihi usitoke mahali ulipo, shikilia simu yako, shikilia TV yako hapo hapo ulipo, macho yako ya kazane kutazama kile kinachoendelea mahali hapa, na masikio yasikie kile tunachokifanya mahali hapa. Nikusii tena tena usi, ili usio wa, wa mwisho kukosa au usikose kabisa mambo ya Mastaz TV, itakubidi usubscribe, like na kucomment, kama ujawahi kufanya hivyo lakini kama ush kufanya hivyo tu unaruhusiwa kucomment kwenye pale ulipo ulipo subscribe ili tufanye mambo mazuri na zaidi zaidi tena zaidi tena zaidi na zaidi. So bidada, mambo poa? Janeti, eti unaishi wapi wapi? K1. K1. Janeti, una miaka mingapi? kumi na moja kumi na moja unasoma darasa la ngapi? La sita. La sita, una miaka mingapi toka wewe unashiriki kwenye ile dhehebu? Na miaka mingi tu. ulizaliwa kwenye hii dhehebu, ukabarikiwa kwenye hii dhehebu, si ndio? Ndio okay. Janeti, uwe ni mtoto wangapi tumboni mwa mamako? Wa kwanza, sina mdogo wangu yaani wewe ni mtoto wa kwanza. Okay, una experience gani na maswala ya kibiblia? wanichaguaga tu nisome, nika perform vizuri ila Mungu tu alinijalia nika perform vizuri. Okay, performance yako ilikuwa ni ya mara ya kwanza si ndio? Ndio. uliwahi kusimama mbele za watu tuseme shuleni au sehemu nyingine tofauti na kanisani nishagawai sehemu nyingine tu kama kama pale group misa, kituo cha watoto wa yatima, na pengine tulikuwaga wa okay, kwenye sherehe ya watoto wa yatima ndo hivyo na paka ni sana. Okay, unaongelea kwamba uliwahi kuperform kwenye sherehe ya watoto wa yatima. We ni yatima ndio? Yatima wa nani? Labda baba mama au wote wawili? wa mama baba Pole. Okay. Nisha poa. Okay, unaweza ukanipa mkasa mzima, ilikuwaje na mama alipotea kwenye mazingira gani? Mama angu alikuwaga anapendwa na mwingine mwanaume, alikuwaga ishaolewa huyo mwanaume alikuwaga nakaa hapo, ndo aka hivyo, watu wengi wakuaga asematana kuaga mchawi mkubwa, ndo wakamuaga mama angu. Watu wakakujaga pale kwa bibi yangu wakamuliza bibi yangu akaendaga kwa waganga. Waganga ni, uli, ni ule rafiki yake ya, ya, ya mtoto wako ndo aliyemuua. Maana aliyemuua mama yako ni rafiki yake na baba yako. Hapana, ni rafiki yake mama angu anataka natakamoye mama angu. Okay, vizuri sana na pole sana kwa hilo. So una unalipi kwenye mazingira ya uyatima na umekulia kanisani, ni kitu gani unakiona kwamba kanisa inakusaidia wewe kusimama na kustawi kabisa na kuendelea kuwa na, na ushawishi kwa watu wengine, kwamba wasoje kanisani kuna malezi haya na haya yanamfanya mtoto asimame na kujisikia kwamba yeye atakuwa mtu fulani hapo mbele? Ni sijajua ila tu nisimama mbele ya watu nikaperform vizuri, mwalimu akaniambia jinsi ya ku ya kuperform ndio hivyo. Umejisikiaje ulivyosimama mbele za watu leo na ukaperform vizuri? Nijisikia vizuri. Una lipi la la kumwambia labda mwalimu wako sasa hivi au yule anayekutazama sasa hivi kwa hiki ulichokifanya leo? Ulisimama kwa ujasiri na Mungu kweli alijalia. Una lipi la kusema tena kwa ujasiri mbele za watu? Nasema ni washukuru tu walimu, wachungaji na wanakwaya pia na watu ambao walioshiriki wa mahali hapa leo. Okay Janet, ulisema kwamba wewe ni binti ambayo unalelewa na baba, si ndio? Nalelewa. Nalelewa na bibi, na na bibi. Mm -hmm. Kwenye malezi ya bibi, labda tuseme una kitu gani ambacho unaweza ukamwambia mtu ambaye labda na mama yake na baba yake wanaishi sehemu moja, lakini yeye anakuwa hawaishi Sijajua kumwambia ni changamoto ipi ambayo unaipitia wewe, ambayo unaona labda pengine, yani, nakufanya mpaka unatamani una labda pengine, mama yangu angekuwa hapa angelienda hili tatizo kwa muda mwafaka. Ni changamoto ipi inayokupitia wewe? Hakuna. Hakuna, una bibi anakulea vizuri? Ndio. Okay. Janet kama Janet mhubiri wa ibada la leo mmepata kumjua ni mtoto ambaye analelewa na bibi yake, na pia ni mtoto ambaye aliwahi kufanya vizuri kwenye performance moja, lakini pia mwalimu wake akapendezwa naye, akaona ni vema amkokote um, au amsogeze um, karibu, ili aone kile kilichomo ndani yake, na kweli leo tumekishuhudia kipaji kilichomo ndani ya mtoto huyu Janet. Janet ni mhubiri mzuri, anafanya vizuri, anasimama vizuri, kweli ana misingi ya kimungu ndani yake. Janet, una lipi la kumwambia mtazamaji wetu sasa hivi? Pia nae ni mshukuru kwa sababu ameleta mali hapa, ukaniuza maswali nikajibu vizuri. Mungu ambariki. Asante sana mtazamaji wangu, sijakutoa hapo hapo ulipo. Nataka nigeuze mada. Janet kama mhubiri wetu, nataka tufanye challenge kidogo, mimi na Janeti. Ulihubiri leo, sijui mahubiri yako yalikuwa kwenye kitabu gani imekuwa kwenye Mathayo sura ya pili mstari wa saba hadi nane. Okay. Ulisema kwamba kwenye Mathayo sura ya pili mstari wa saba hadi nane ukasema kwamba kuna aina mbili ya kampeni: kampeni mbaya na kampeni nzuri. Kampeni nzuri ilitoka katika kitabu gani? Kampeni nzuri imetoka katika Petro wa kwanza sura ishirini na nane mstari wa kumi na tisa hadi ishirini. Haya, kampeni mbaya, kampeni mbaya ilikuwa na kitabu ilikuwa ina kitabu? So Janet, nataka nikuulize swali lingine ambalo alihusu mafundisho yetu ya leo. Nataka nikuulize, nabii nani aliyetabiri kuhusu kuzaliwa kwa Yesu? Hapo ndo sijajua. a... aujajua Okay, asante sana mtazamaji wangu, huyu hapa ni Janet ambaye leo alikuwa ni mhubiri wetu, na kama nilivyokuambia alifanya vizuri na anaendelea kufanya vizuri challenge. Kama mnavyoona ilivyoenda, yeye ndio alikuwa mwalimu na amesimama na anaelewa kitu gani alichokifanya. Asante, bye bye.